Kwa sababu sina kazi, maisha yangu yaendelee lazima nitaiba. Siachi ili, maisha ili niishi mi naiba hasa kuiba, si unavunja sheria, brother? naiba kutokana na, na masilahi yangu binafsi, mi naiba yeah. Ukinichukua ukinipiga, ukiniua wewe utajua mwenye kikubwa. Mi naishi maisha yangu, sikuwa yani na namna ya kumshauri tena kitu chochote kwa sababu nishamwambia sheria ifate mkondo wake. Ukafungwa basi nikajua labda ana uhusiano na hawa watu waliokuwa wanatoka kubandika nini haya mabango. Umevunja bango lenye picha ya Mheshimiwa Rais na ni mali ya serikali na ndio pesa zetu wenyewezi. Sameeni bana, naomba msamaha tu. Mmaalia ma, tuache tuka tuyaweke hapo, tusameni bana Lungo mali ya mosi. Natokea mtaa wa Chaduru, nimekuja kuchukua hivi kuni hivi, ndio nikakutwa na hatia kama hivi bona dogo janja, nikamtuma nikamtuma toroli, akaenda kuchukua ndo tukakutana na hivi, wakatukamata wakasema, mnapeleka wapi? nanilia vitu vyetu hivi hapa, ametoka kunyea, nilia hizi mabango ya CCM. Jina langu Kuku Amadi, mi nipo hapa nafanya kazi. Kazi gani? ndo kama hizi kazi ndogo ndogo zakutaan tukafanye kazi. Mi mwenye mtu wa kazi sina hela, niache kazi wezi so, nikaacha kazi. Kwa hiyo una kazi au una hela? Hela sina, kazi sina. Sasa kwa nini ukaja kubomoa hayo, ayo mabango? E, muudizi alinipa kazi, ayo mambo mi sisikani nayo. Sameni tu baba zangu. Akumbe mlikodi kabisa troli, tololiee, sameni bana babangu, hatuna tamii hapa, sameni niwambia enda kuchukua mchanga <laughs> mwisho wa siku hey, sameni bana babangu, tunaomba msamaha <coughs> sa tusameni baba zangu wote nwakutoa zima sameni adogo. Huu ni uharibifu, kitu walichokifanya sio sahihi, ni uharibifu wa mali za serikali. Hii ni mali ya serikali na wametoa, wangetoa kistaarabu. Sawa, sasa wamevunja, shida yao. Walisema ilikuwa ni kuchukua mbao kwa ajili ya kuni, wamevunja bango lenye picha ya Mheshimiwa Rais na zote ni nyaraka zimetumia fedha yeah. Huwezi kusema hii kwa sababu ni ya mgombea wa, wa chauma wa, wa hii ya mgombea wa sisehemu, mtu anaharibu tu hapana. Yote ni mali zimetumika fedha. kwa yoyote yote, yote, itakuwa ni fundisho kwa yoyote atakayepata hii taarifa, hajue kwamba haya mabango bado yana kazi. Kwa nini sasa wanakuwa wanafanya vitu ambavyo haviwezekani? Maana hii ni kweli mali ya serikali sasa tayari wewe unapokuwa unafanya uharibifu kama huo, unategemea nani atakaye kusaidia huyu kijana huyu, ambaye alikuwa ni mwenye shati ya pundamilia. Huyu huyu ni kijana mwenzangu, na nimetoka naye mbali sana. Kaanza kuvunja mabango pale, unaona, hadi mimi nimetoka hapa nikamfuata, nikamwambia Omari, kwa nini unavunja haya mabango na hizi mbao unapeleka wapi? Akasema nimeagizwa si na mama na nani nani huko ndani. No. Kaambia, aliokuagiza ni mhusika wa umu. Akasema si bwana, wewe achana na mimi. Akatoka hapa, akaenda vile huko ndani kuchukua toroli, ndo akaja na toroli kuja kupakia hizo vitu.